Kwamba tutoe ile mentality hatusikilizwi, hmm. ah, hawatoifanyia hmm. ha kazi yeah. Ukibaki ukiwa na hiyo negative mentality hautopiga hatua yeah. Wewe ulikuwa unasema we deal with negative I I deal, deal with with the the positive, positive. yeah. Mimi nimeenda watu ambao katika experience yeah. yangu ambao ni negative nime deal nao accordingly yeah. nimeenda nao nginja nginja yeah. na watu ambao ni positive yeah. tunawapa maua yao yeah. na tuna, kwa pamoja tunashirikiana kusogeza taifa mbele. Kwa hiyo tutoe mentality, usianze kulalamika kabisa. Kabisa kabisa. Sasa uh, tugeukia sasa huku uh, kwenye upande wa AFCON fa mtu ambaye nafahamu ni mpenzi sana mm wa soka, japokuwa sio vitu ambavyo -hmm. anaviweka kipaumbele. Lazima nikuulize hichi kitu. Tumeshuhudia uh, finali ya Afrika ambayo ilikuwa between ya Morocco na Senegal mm -hmm. Tunafahamu aliyotokea mm -hmm. timu kutolewa uwanjani na nini uh, pengine hasa ilikuwa ni michoro na namna gani bara Afrika kama michuano, nadhani ilikuwa ni michuano mizuri mm. cha kwanza mm. cha pili, changamoto zilikuwepo nyingi yeah. na safari yeah. ni kama jipu lilikuwa limeiva, ndo limetumbuka yeah. lakini hizi figisufigisu figisu yeah. zimekuwepo muda mrefu sana Eti. hata timu zetu za Simba na Yanga na zinginezo mm. zikiendaga kucheza na hizi yeah. Especially uh-huh. nchi zingine nchi za Kiarabu yeah. za Kiafrika huwa yeah. kuna figisufigisu figisu sana yeah. <laughs> na wanajua jinsi ya kupata ushindi wa mezani, hmm. wa nje uwanja, hmm. ila wanajua jinsi ya kucheza michezo michafu. hmm. Sisi hiyo ni moja ya sehemu ambayo inatukwamisha kwa. hmm. Hiyo general imekuwa Tanzania, nadhani tuliona sisi tuli, yalichotukuta sisi hey, nado ile, yes. nati ile. tumeona yani kabisa yeah. lakini yeah. kuna kitu huwa anasema kinaitwa land disability. kuna watu tushazoea kukubali kwamba mazingira haya. Mm. Yes, tusikubali mazingira tuyafanyie kazi yeah. ila kilichotokea sasa mm. Uh, kwa Senegal. Analysis yangu yeah. jamaa yeah. Uh, wamepindua meza yeah. <laughs> Walijifunza kilichotokea kwa Tanzania yeah. Walijifunza yeah. Kilichotokea kwa Nigeria yeah. na michezo michafu ilichotokea yeah. Alafu jamaa wakaenda wako mentally prepared dhidi yeah. ya wale jamaa yeah. sawa kwa hiyo mpango mkakati, mpango mkakati yani walikuwa naenda nao jino kwa jino. Kuna frustrations walikuwa nazifanya mm. Let's say kipa sikajifuta katupa taulo mm. Anaenda anachukua anaitoa eh. Ile ina ku affect kisaikolojia unapojashu limenani unaanza kutafuta ah, ile imeenda api inakutoa eh. Kwenye mchezo eh. Yani ukitupa jamaa anakuja anarudisha na wake up eh. Ukitaka kufanya nini walikuwa anaenda nao nginja nginya yani yeah. uh, hii inaitwa beating them on their own game yeah. kuna jamaa mmoja kama uliona yeah. alichukua alafu akawa anamkimbiza akawa anarudi nyuma hivi yeah. hakuwapa mgongo yeah. that was a very strategic <laughs> move yani. kwa watu ambao wamesoma yeah. Cuba yeah. wanajua yeah. ile yeah. ile michezo ambayo ilichezeshwa ile na kunyimwa kataliwa goli kunyimwa sijui nini nini mm. Sportsmanship nadhani haikuwa sahihi kutoka uwanjani eh. Nataka nikuulize pia na mimi e, haikuwa eh, ukweli lazima useme mm. lakini kisaikolojia yeah. ilikuwa bonge la karata oh. Okay. kwamba wale si mabingwa kucheza michezo michafu yeah. kwa hiyo ilikuwa mchezo mchafu walivyofanya vile yeah. ili wa disorient Morocco yeah, okay. ile confidence yao ya maud, ma, ma, michezo michafu ilitingishwa, ilioneshwa hadharani hadharani yeah. Alafu alivorudi yeah. ikawa imewatoa kwenye Lele. kwenye kwenye reli basi ya, yani kwa hiyo kwa ufupi kusimplify, hmm, kwamba hey, Senegal alichukua mfumo wa jamaa hey, alafu wakaugeuza wakautumia wao. <laughs> hey. hey. hey. hey. hey. Uh, kuna, kuna hili ambalo nitaka, nitaka, nitaka nikuulize. hmm. Uki, ukiangalia katika, katika, katika, katika ule, ule, ule, ule mchezo kwa ujumla. hmm. watu wanahitaji kama uh, Morocco ni kama taifa ambalo ni kama halitaki sana kuwa Afrika huku hivi ikoje? hiyo kitu, huo ndo ukweli na hmm. hata kuna kipindi walishaomba kujitoa Afrika hmm. wakaomba kujiunga European Union hmm. Yes, hiyo ipo hmm. na ninadhani ambao wanamfuatilia aisho speed hmm. kuna ubaguzi ambao anakutana nao huko katika baadhi ya nchi sitataka kuzitaja hmm. katika baadhi ya nchi ambazo za kiarabu sio zote ieleweke. mm. katika baadhi mm. kaenda anakutana nazo sauti mm. kama za nyani swindizi na vitu kama hivyo anakutana nazo hivi. mm. vitu vipo. mm. Umeona eh? mm. lakini sisi tunatakiwa tuwe mm -hmm. mm. na strong mentality tunasonga. so, so, so, so, mbele nam so, lakini kwa michuano mizima imefana. Sasa una mimi nitaangalia positive. Hakuna am, uh, michuano yote o chochote ambacho hakina changamoto. hmm. Ni Mungu, muumba wa mbingu na ardhi, ndo iko perfect hmm. Na kazi yake iko perfect hmm. Ndo maana sisi tangia meumba, ametuumba si binadamu binadamu hmm. Hatujawai kuhitaji jicho la ziada, macho mawili yeah, Ma, eh, hmm. Masikio yetu ni haya meno ule, ule. Miguu yani yeye, ambaye iko perfect kaumba kiumbe yake iko perfect. Sasa najua watu watauliza sometimes tunatumia miwani, hiyo ni condition. Yeah, lakini leo simu kila kukicha zinaongezewa macho mm. macho mawili, matatu, manne e. umeona e. gari kila siku inatolewa new model e. hakuna new model ya binadamu eh. E, sijui, kila siku hata sheria tashangaa inakuwa updated e. sheria ya Mungu aliyoishusha ambao wanaifuata ndio ile ile haibadiliki, haitobadilika mm. kwa sababu kwa hiyo tunaporudi huku mm changamoto zilizokuwepo hmm. lakini general enr imefana, imefana. hasa miundombinu. Yes. lakini kumalizia hili swala la Morocco uh, uh, kuna watu kuna kuna ambao walikuwa wanasema kwamba penati ya Ibrahim Diaz ile ilikuwa ni kama yaku, <laughs> ya kumaliza bana. Sikilizeni bana, hebu njooni tu tujikoseshe hivi, alijikosesha ile, uh, kubalance mizani. Kwa kweli nitakuwa mkweli yeah. sikuiangalia sijaangalia, sikuitazama. Yani nitakwambia hivi mimi fainali sijaangalia. Mimi mwanangu, muda mwingi sana uko hapa eh, yani niko bize sana, yani kama si sifanye research eh, nilikutana na matukio video, baadhi ya clip zile eh, ndo hizo nilizokutana nazo, lakini sikuangalia. Nilikuwa niko bize na edit, nafanya research, nafanya nini kwa sababu na edit, nafanya research, nafanya TV haijatengenezwa kwa sababu ya mtu kuangalia karibu. Ah, okay. TV imetengenezwa kwa sababu ya mbali, kwa hiyo kukaa muda mrefu inaniumiza macho mm. kwa hiyo yeah, okay. mm. pia imekuwa ni changamoto actually, na natamani nije nipate monitor, proper monitor ya kuedit ambayo imetengenezwa maalum kwa sababu ya ku. Ulivyoniuliza ndio kukwambia kwamba nilikuwa siko kwenye siku iangalia, nilikuwa niko bize na edit, lakini ni baadhi ya changamoto ambazo tuna tunakutana nazo. Kwa ile penalty sasa nikaiongelea kwa, kwa sababu sijaiona. Ah, okay, naam, uh, lakini hapo hapo nimeona ni huu mjadala ambao umekuja ume mpaka Tanzania huku, kwa sababu ni mambo ya Afrika lazima tuyazungumze pia um, kuna mwandishi mmoja wa Ivory Coast alizungumza kwamba bana uh, Tanzania, Kenya na Uganda, nimekuwepo kule miaka kadhaa, lakini miundombinu yao haiko sawa, ni kama uh, kafu amewapendelea kuwepo. Kuna kabrem sana kwamba tuko sawa kimiundombinu, infrastructure na vitu vingine kama hizo. Unadhani una ni kweli anachokizungumza ni sahihi, ama kuna, kuna kitu ambacho sera za kimpira ndo zinazozungumza? <laughs> Hili swali <laughs> wewe ndo kalichukulia, ni swali la kawaida <laughs> lakini kwangu mimi lina fit vizuri kabisa <laughs> kwenye nani, cha kwanza yeah. Hii ndo mentality ya sisi wa Afrika mm. Sawa mm. Tuko very negative mm. Uh, labda ni, ang, ningikuwa mimi ningisemaje mm. Ningisema kwamba tumemaliza, tumemaliza AFCON hii mm. inayofuatia ni Kenya, Uganda na Tanzania mm. ninawaasa waandae mazingira mazuri mm. ili michuano iende vizuri mm. ila yeye kaja very negative kwamba miundombinu yao na barabara na nini mm. sawa sisi michuano yote itafanyika katika viwanja vinne yeah. Zanzibar uh. Arusha, Arusha. Dodoma yeah. na Dar es Salaam mm. mikoa yote mimi nimeisafiri mm ni lami kwa lami hmm. na naomba mtazamaji niambie unapotoka Daa kwenda Dodoma hmm. ni lami sio lami? unapotoka hmm. Daa kwenda Arusha ni lami sio lami? unapotoka Arusha kwenda Dodoma hmm. ni lami sio lami? Umeona hmm. hapa tunavuka, lakini hmm. tuna option za ndege e. umeona hiyo e, ya kwanza hmm. kwa hiyo anachosema ni mtu ambaye yuko biased. Bahati nzuri, ndio maana nakwambia swali umeliuliza lina maana kuliko mimi. Nimeenda Ivory Coast yeah, mwaka elfu mbili na ishirini na nne nilichukuliwa nikaenda kwenye semina ya uh, Afromedi, yeah. Sawa yeah. Kwa hiyo nilikuwepo Abidjan yeah. Bro, sisi tuko vizuri yeah. Tanzania yeah, tuko vizuri sana kwa shinda wao <laughs> kabisa yani, yeah. Nimeenda sio kwamba naadisiwa yeah. Nimeenda mm, e airport yao mm, taminoani na afadhali e, ta, e, airport yao ya Abidjan yeah. Na naomba yeyote ambaye ameshafika ya Abidjan, andike kwenye comment section, Tamino 1 ni nzuri kushinda ile airport, yeah. Yes. kwa hiyo yeah, sisi tuko vizuri kuwashinda wao, wow. yeah. lakini yeye analeta negativity mm. na ninatamani mimi lao, Mungu akiniwezesha mm. au akajitolea mtu akaamua kufadhili kufa, kufa mimi mm. niko tayari kufunga safari niende Ivory Coast mm. nikaoneshe mazingira mm. alafu tuje tukompea na sisi Tanzania. Na nadhani kuna kitu kingine ambacho pia watu wanajaribu kukitofautisha, anashita kukitofautisha. Unajua kuna utofauti wa kuwa na kiwango kibora kwenye soka hmm. na kiuchumi. Kwa mfano ukiangalia taifa kama Kenya. Kenya, of course, wako vizuri sana kwa Afrika. Nadhani kwenye top 10 zile top ngapi hizo wapo sana. Kwa upande wa nini? Kwa, kwa maana kiuchumi kwa ujumla taifa kiuchumi. Maana ukitoa Nigeria, hizi uh, nchi zingine kama Senegal, Cameroon, sijui wapi, Ivory Coast. Nadhani uchumi wao upo kwa kawaida tu nadhani. Nadhani. Uh, sarafu yao iko mm, strong uchumi mm, wao pia uko strong mm, lakini hichi yeah, vitu wanabishana sana na watu yeah, maisha ya kawaida on the ground, maisha ya kawaida yeah, sisi wa Tanzania yeah, wa kawaida yeah, maisha yetu yako katika mazingira bora zaidi kuliko maisha ya mkenya wa kawaida yeah, sawa. so, kwa sababu Kenya is a West, mana, Ivory Coast, ile Kamerun maisha yao niko nazungumza, sawa, nakuja huko uh, pamoja na, na hizo zingine Haa. Ila Haa. Tanzania Haa. distribution of wealth Haa. kwa maisha ya Mtanzania wa kawaida general, Haa. yako bora kushinda Kenya ambao uchumi wao na sarafu yao iko juu kushinda Tanzania Haa. Haa. Wo, Kenya wana Kenya hawana tofauti na Marekani mm. na mimi nasema na nilisema, mm. maisha ya mtanzania wa kawaida mm. yako vizuri kushinda ya mtanzania wa kawaida na hali ya chini mm. yako vizuri kushinda maisha ya Marekani wa kawaida na hali ya chini mm. sawa. So, mm. Marekani asilimia kubwa mm. ya utajiri wao mm. umeshikiliwa na 1%, umeshikiliwa na watu wachache mm. Marekani wa kawaida anafanya kazi sana just to pay the bills ili alipe bills zake na kodi na nini na vitu kama hivyo, kusurvive Kusurvive. Na wengi wanalazimika kulipa kufanya kazi zaidi ya moja au mbili, yeah. ili tu maisha yaende. Last time ulizungumza hizi kitu na watu wakaprove, yes, kuna watu kwenye comment section ambao waliprove mm. Wapo wale baadhi ambao kutokana na kazi zao wanalipwa vizuri mm. Kwa hiyo kazi moja inawatosha mm. Lakini wa kawaida hao, ambao maisha yao sisi, huku kina mama ntilie, uh, mafundi wa ujenzi na nini na nini, na ambao wameajiriwa hizi kazi ndogo ndogo mm. Sisi tuko vizuri mm. Kuna takwimu imetoka mm. poorest countries in Africa mm. Kwenye top 30 Tanzania haipo mm. Nchi ambazo inaongozwa na DRC Congo mm. Ukiingia kwenye top 10 nadhani Kenya iko pale. Yes, no, na kuna, na kuna Kenya ambao wako vizuri yes. So, alafu mwisho wa siku sisi hatuko kwenye mashindano mm, yes ya. Sisi tupo na nchi yetu mm. Tuna mapungufu yetu na changamoto zetu tunapambana kuzitatua mm. Tuna mema yetu mm. Tunazidi kuyasogeza mbele mm. Kwa hiyo hatuko hapa kushindana na mtu ila yule specifically nina yeah. jibu ambalo naliandaa kwa yule mwandishi wa habari very soon utaliona, yupo yani, mkakati upo. Yani mkakati upo ambapo, yes. Na is a very practical, uh, response. yes. ila pia na, nasikitishwa sana na ndugu zetu wa Kenya kwa sababu ndugu zetu wa Kenya wako very active kwenye social media umeona hii wame ishu wameichukulia poa. Tulitegemea Kenya, jinsi walivyovalia njuga hata ishu yetu ya Tanzania ah, si, sawa eh, kipindi kile, hawajawekeza nguvu hata nusu kulijibu hilo e. E, na wakati hata wao inawahusu e. Umeona, kwa sababu wamesema East Africa, Waganda tunawajua sio mambo ya kushambulia nchi zingine e, wao wanapambanapambana pambana kivyake, Kenya na midia zao <laughs> He, yani wako pacha tuseme pacha hapo uh, uh, changamoto <laughs> uh, uh, <laughs> uh, uh, wapinzani wa jadi kama Simba na Yanga <laughs> <i>. uh, <laughs> kama Gor Mahia na AFC Leopards so, <laughs> nilitegemea wao wangilivalia njuga, yani ile nguvu waliweka kule wangiwekeza vizuri. Mbona jamaa nginyoka like, like, yeah. like, like, yeah. uh, yeah. lakini wameni disappoint yeah. Yani, yani sikuona kwamba yeah. nguvu waliowekeza hata yeah. robo yeah. ya waliowekeza Bongo yeah. imeni disappoint kwa kweli yeah. like, tutu... I expect better kutoka kwa ndugu zetu. si unakumbuka nilikuwa ile mara mwisho hivi tuliongea nilivyokuwa nimeenda au nimerudi Zanzibar, ah, nilivorudi yeah, yeah. nilipita mm. Nikaona kiwanja kinajengwa, sikupata nafasi mm. Natamani yeah. nipewe ruksa niende kwenye kile kiwanja nikafanye nikadokumenti, mm. nioneshe kinachoendelea yeah, natamani yes. Kwahiyo Zanzibar inaendelea mm. Arusha kiwanja kinaendelea, yeah. Dodoma yeah. Dar es Salaam tunacho hichi hapa ambacho, yeah. kinahitaji maboresho mawili matatu. Uh, tumeongelea kwamba Hizo zote tumeongelea zina airport mm -hmm. Kwa hiyo wanaweza wakatumia miundombinu ya airport lakini, barabara mm -hmm. ni lami tu, lami yeah, sure. Kwa hiyo tutegemee nani nzuri.